Tanzania imewaka moto. Wakati wengi bado wanajadili mustakabali wa uhuru wa kusema mitandaoni, kauli ya Attorney General au mwanasheria mkuu wa serikali ya Tanzania imezua gumzo kubwa. Je, ni mwanzo wa vita dhidi ya sauti ya mwananchi au ni vita dhidi ya uchochezi mitandaoni? Leo hapa kwenye Mizuka Media tunakuletea hadithi kamili, kuanzia uteuzi wa mwanasheria mpya, kauli zake kuhusu Mange Kimambi mpaka majibu ya wananchi mitandaoni. Karibu tujue kilicho nyuma ya pazia. Wakati wa Tanzania wakifuatilia mabadiliko serikalini, jina moja limeibuka Hamza, Kiwari aliyeteuliwa kuwa kiongozi mpya wa sheria nchini Tanzania. Mara baada ya uteuzi, hotuba yake iliwashangaza wengi. Katika kauli yake ya kwanza mbele ya waandishi, aliapa kuhakikisha wale wanaotumia mitandao kuchochea, akiwemo Mange Kimambi, wanachukuliwa hatua za kisheria. Haiwezekani mtu mmoja amekaa nje ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, dada tu Ukimwangalia pia rais yake anawaambia watu wakafanya hivyo, na wanaenda kufanya kweli, alafu imetokea, anaanza kutamba, anasema bado nitakuja kivingine. Lazima tumkamate. Mimi nakwambia DPP huyu lazima tumkamate, tuangalie kama tuna extradition agreement with the United States of... tuangalie tu, tutafikiri tu, lakini hawezi yule kututambia kwa kiwango hicho, yani ana admit kwamba hicho yeye eh, ameinjinia kukifanya na bado atafanya zaidi sa, saa sa, simamwachaje? maneno hayo yamechukuliwa kama ujumbe wa moja kwa moja kwa Mange Kimambi, mwanaharakati anayejulikana kwa sauti yake dhidi ya serikali. Lakini Mange Kimambi hakuchelewa kujibu. Katika video yake mpya, Mange Kimambi amesisitiza kwamba haogopi vitisho na ataendelea kusimama na wananchi wa Tanzania. Ameahidi kuwa sauti ya wanyonge haitanyamazishwa hata kama serikali inajaribu kufanya hivyo. Kauli hii imezua mjadala mkubwa mitandaoni. Wapo wanaomuunga mkono kama shujaa wa uhuru wa kusema na wapo wanaoona ameenda mbali kupita kiasi. Parizeno, Tanzania. I think ilikuwa ni miezi mitano iliyopita nilifanya video kama hii nikiwa nimekaa kwenye gari nikiwa nalia um, nikijilaumu kwamba na mimi nawasaidia CCM na msaidia Samia Suluhu kuwatoa wananchi kwenye kwenye reli ya kufuatilia mambo ya maana kwenye nchi yao, instead nawaweka busy naombea uh, nilifanya ile video huku nalia because it was a hard decision kwa sababu ndio pale ndio nilipokuwa napatia hela yangu uh, ya kula kula watoto wangu, lakini niliona kama pia natumika. Nafanya ile kazi natumika. So I think ilichukua kama siku mbili um, um, baada ya ile video ambayo nilikuwa very confused. I think ilichukua kama siku mbili, nikafanya decision nikarudi, nikafanya decision nikamwambia kwamba sitofanya umbea kwa muda wa miezi mitano mtajidedicate kwenye kuambieni ukweli kwenye kuonyesheni ukweli kipindi hicho cha kampeni, nika promise kwamba tarehe moja Novemba mtarudi kwenye umbea. Sababu siku expect kitu kama hiki nili expect, I don't know, nilikuwa na expect nini? Lakini, I just thought baada ya tarehe 29 maisha mengine yangeweza kuendelea um, siku expect uchaguzi ambao ungekuja na of course matokeo yaliyotokea. Um, toka ishu tokee, Watanzania wengi ona wananifuata, wananiambia dada usituache, dada usituache, eh, ulisema utarudi kwenye umbea usirudi hivyo, hivyo. Dada usirudi hivyo hivyo, dada tutakusapoti hivyo hivyo, lakini usirudi huko. Mbona nifanye hii video, niwatoe wasiwasi, ndugu zangu, niwatoe wasiwasi, siendi popote mimi. Haya ndo maisha yangu sasa ndo basi, haya ndo maisha yangu, nitafanya hii kazi ntasimama Mta, na nyie mpaka Tanzania iwe liberated, nitasimama na nyie mpaka tupate uhuru. Naomba msinitilie mi mashaka kama mi naweza nkawageuka leo au kesho, mi sio hao ndugu zangu, mi siwezi kuageuka kuwageuka, mi niko na nyie ndugu zangu kama that means uh, nitakufa maskini, kama that means whatever. Yani mi niko na nyie mpaka aidha Tanzania iwe liberated au wanitumie hao watu wao waniue, that's the only way tutaachana. Mi sasa hivi nirudi kwenye umbea nawambia nini? Hao watoto, damu za watoto izopotea, how do I just move on from this nika, nika dada yenu wa taifa iko na nyie, dada yenu wa taifa iko na nyie, we gonna see this through together. Mungu atatu guide mpaka mwisho, lakini nachotaka kusema ni kwamba do not give up, hakuna ku give up. Lazima tuipiganie nchi yetu mpaka tuipate kama that means watatuua wote milioni sitini, so be it, whatever it takes. Hatuachi hiyo nchi wala haturudi nyuma. So what's the way forward? Ambayo hiyo ndo kila mtu anauliza sasa hivi, tunafanya nini? What's the way forward? The way forward now is to really think, wote tufikiri, wote kwa pamoja kwa sababu hata tupo, tupofika hapa si haikuwa mawazo yangu mwenyewe, mawazo tulishare. Kwa hiyo from here on tutashare pia, okay, tutashare, tutajadiliana. we have to do we have to do it the right way. Kuna yani tusi yani hivyo we have to do it the right way, but mimi na hakikisheni, tutashinda na hakikisheni, no, tutashinda kwa sababu sisi ndio wananchi tutashinda. sitaki mtu afe moyo, sitaki mtu arudi nyuma, sitaki mtu a give up, aseme oh, basi tuachie. Hakuna cha basi tuachie, tuwa tuwachie, haipo. Kina Nyerere wangesema basi tuwachie, wamwachie mkoloni, leo tungekuwa, tungekuwa ndugu zangu, hakuna cha basi, haipo, and we we'll find a way, and we'll we'll win. Just stay positive, stay positive, and I'll tell you this, there's a, there's a light at the end of the tunnel, there's a light Au come back. Wakati haya yakitokea, mwanadada mmoja kutoka Tanzania ameamua kuvunja ukimya kupitia TikTok. Amezungumzia jinsi wasanii na watu maarufu wanavyokaa kimya wakati mfumo mzima unaumiza wananchi. Video yake imeenea kama moto wa nyika, amewaita wanafiki wa umaarufu, akisema wengi wanajali followers kuliko utu. Viongozi wa Tanzania kwenye hiki kipindi tulichopitia hapo nyuma cha uchaguzi na kipindi tunachoendelea kupitia sasa hivi tumeona kwamba kila mtu hapo Tanzania ambaye ana sauti ni mbinafsi, ni mchoyo, ni mtu mwenye roho mbaya. Vyombo vyetu ni vyombo vya kishenzi, vyombo vyote vya usalama, vyombo vya serikali, vyombo vya um, habari. Yaani Tanzania imekuwa kama nchi ya yatima, hakuna mtu wa kupiga kelele zaidi ya watu walioko diaspora. Viongozi wa serikali hatujasikia mpaka sasa hivi, hata waziri wa afya sio ustawi wa jamii na watoto, tumeona watoto walivyouliwa wengi, hakuna mtu ameongea kuhusu watu waliopoteza maisha yao. Ina maana vyombo vyote watu wote viongozi wote wako kwa ajili ya maslahi yao. Kitu kingine ambacho tumejifunza ni viongozi, kila mtu anakaa na pasipoti yake mfukoni na kuchuma mali za serikali na kujiwekezea, kikitokea maafa yoyote hayawapati nyinyi na watoto wenu kila mtu ananyanyua pasipoti yake anakimbia, mnawaacha Watanzania wateseke. Vyombo vya ulinzi na usalama, tulisikia kuna container la silaha liliingia, au kuchukua hatua. tulisikia kuna wageni wanaingia kutoka Uganda na nchi zingine kupitia mipaka ya Tanzania hakuna mtu aliochukua hatua. Leo hii kila mtu anasema hao watu walovuruga, watu walovuruga, hao walioingia, mkanyamaza kimya, kama sio ndio mpango wenu ulikuwa wa kuangamiza wananchi na mmejiletea udhaifu kweli. Kwa hiyo kila mtu raia, mmekaa kimya mnasubiri Watanzania watulie maisha yaendelee munajenga nchi ambayo itakuja kushindikana kuendeshwa na, na mtu yeyote iwe polisi iwe vitisho iwe rais. Hakuna mtu atakayejali kwa sababu mmewafundisha kuwa wakakamavu. Sasa hivi hivi vyombo hivi serikali inatakiwa ivunjwe, ivurugu yote bunge, sijui nini, hakuna mtu kiongozi hapo kiongozi wa kuendesha nini, kama hujali watu na waendesha, utasaidia nini? hmm? Baada ya video yake kusambaa kila kona ya mtandao, wengi wakaanza kumuuliza kama maisha yake hayako hatarini. Lakini katika video nyingine alijitokeza tena kuwatuliza mashabiki wake. Amesema hana cha kuogopa, kwani anachokisema ni ukweli unaowagusa Watanzania wengi. Ndugu zangu, baada ya video yangu kwenda viral, inbox yangu imejaa watu wanawasiwasi na maisha yangu, wanawasiwasi kwa nini nimeongea wana wasiwasi itakuwaje, nitaweza nikauliwa, kwa sababu wako watu serious na kuua, au nitafanywa kitu kibaya ya yeah, mpaka um, nimefikia tu ya kuongea vile na kuposti kwanza sidhani kama siku zani kama ingeenda viral kiasi kile, na pili pia si, ya nilisukumwa kuongea na nikaongea. Kuna vitu vingine unasukumwa kufanya wewe kama kwa nafasi yako na jinsi ulivyoumia ndio maana unakuta mtu anaongea saa nyingine, watu wengine hatuwezi kushikilia dukuduku ndani, kulitoa nje ndio njia yetu ya kupata relief. Wale watu wanaogopa nitauawa au nitakufa, hatuwezi kuishi milele. Tunaishi kila siku tumezingirwa na kifo. Vifo vipo vya aina nyingi, utaweza ukafa kwa ajali, utaweza ukafa kwa ugonjwa, utaweza ukafa kwa kuuawa. Kifo kimetuzunguka kwa kifupi, so uongea usiongee kitu ambacho kinakuwa sana hapo Tanzania. Yani, watu waliogopa kuandamana lakini waliuliwa nyumbani kwao, labda wamekaa tu ndani. nimeona video nyingi wengine wameuawa, so, ku... ni jinsi ambavyo umepangiwa kufa Dunia imeharibika sio tu Tanzania, dunia iko kwenye hali mbaya. Um, tumeona watu wameuawa South Sudan, nchi nzima, sio wanasiasa, sio wanaharakati, sio watu wa dini, wamekufa wote. So ukikaa hapo na dukuduku lako au na mamilioni yako ukasema ukamue fulani, au wewe na wewe mwenyewe umekaa hapo unaatamia mtu aje akuue, either way there will be an end to your life one day. Aijalishi utaondoka vipi kwa hiyo kama una dukuduku lako, ukiamua kukaa nalo ukae nalo, ukiamua kulitoa litoe, kwa sababu kifo kiko tu. hmm? I'm fine. Kwa hiyo msijali kuhusu mimi I'm fine, huko kuna vyombo vya usalama, nina taarifa kwamba tunaishi kwenye njia ya kigaidi <laughs> and um, tushajisalimisha kwamba anything can happen to me so yeah. Lakini sio kwamba nategemea mwanadamu anilinde. Nategemea Mungu anilinde na ile siku yangu ikifika kuondoka, najalishi nitaondokaje. At least mmenijua. Sasa swali kubwa limebaki ni je, hii vita kati ya serikali na wanaharakati kama Mange Kimambi ni tishio kwa uhuru wa kusema au ni hatua ya kulinda heshima ya taifa? Na je, watu maarufu wa Tanzania wataendelea kukaa kimya? Manake ni wazi kwamba sauti za mitandao zimekuwa zenye nguvu zaidi kuliko wakati wowote, lakini nguvu hiyo inahitaji busara, heshima na ukweli, kwa sababu mwisho wa siku Tanzania ni ya watanzania wote. Hivi wewe unadhani nini kuhusu kauli ya Attorney General au mwanasheria mpya dhidi ya Mange Kimambi? Je, ni haki kwa serikali kuchukua